Asa kwa sababu birthday yako tunajua ni mwezi wa 5. Tarehe 25, right? Natano, right? Yeah. You remember to yes, tano <laughs> Loveness, love Malinzi to Diva Giselle, love Malinzi. Are you serious? Yes, kisheria kabisa hapa mahakamani na wanasheria. And then jana ndio walikuwa na celebrate ile ile jina la Diva Giselle love Malinzi, ambao jina la Diva Diva, probably ndio. Yeah, I yeah, I said I said, technically, I said this uh, technically, uh, technically it was baba ubatizo, my birthday, ladiaawa Ah, I always got birthday number, yako. birthday yako. yako. No no no no no no. No no no no no no no Sema this girl, she's so so so ahead so ahead ahead yani. I'm so ahead man. I know so ahead of time. Lakini wewe umepitiliza. Sasa mara mbili huwezi kuwa na na birthday birthday birthday mbili. mbili. mbili. Unaweza ukawa na birthday mbili. Why do you expect? Yeah, let's go on a birthday mbili. Hebu mami uliza swali. Uliza nimeona kama ni brand new kwa upande wa Diva kwamba nilikuwa sijui kama mtu ukiachana na birthday unaweza ukasherekea pia jina lako kwamba yeah. Sasa kwamba sasa hivi nau na labda naachana na mami baby so nakuja na jina jingine, basi nalifanyia birthday siku ambayo jina limekuwa released, ndio siku ambayo nitakuwa na It birthday rais so, <coughs> wa awamu ya 5 anaweza kukubaliana na matumizi hayo ya, ya ya ya ya hela yani. Ah, kwa sababu mimi ninapojua Birthday ina certificate moja moja, yeah. mm. answered, ya mm. tu unajua zile, lakini hata ukifanya ukifanya deed poll unapewa pia certificate ya jina jipya so ah, hiyo ni certificate ya jina jipya yeah. Jina, okay, kwa hiyo ikona celebrate birthday jina jipya why jipia. You change your name to be uh, yeah. she pro oh, pro so professional so. Is very professional. do you remember CCRA walikuja and they said tuanze kutumia majina yetu, do you guys remember yep. and then Diva is A big name name in Tanzania, mtu Love anaanza kuchanganya Diva and and I was was like let let me me just just be more professional professional go and change my name. So it for reasons, kwa upenzi wa kazi, passport nini kila thing, kitu chako umebadilisha, utaki uh -huh. tena kuwa Loveness. No, I'm over it kwa atujafanya <laughs> <laughs> mazishi jina yeah. la zamani ya yeah, Loveness yeah, oh, kwanza ukisha mb. ukisha, apa wale wale Rita Unjina. Wale? Unjina. Ile Rita ile wanakuwa wanaua jina lako, lazima wanza kutumia jina jipya ah. mm. If Loveness love kwa kweli ni manake. Ni mapenzi mapendo, afu unafanya kipindi cha mapenzi mapendo

<coughs> unaweza kubadilisha jina jina lakini huwezi badilisha siku yako ya kuzaliwa eh? Mm. Yaani yeah, yeah, ndio maana nimekwambia nilikuwa ni na celebrate uzaliwa kwa kwa jina hili. Watu walikuwa hawajaelewa. Sasa, amna shangwe nyingine yani za kukuish yani like usiseme happy birthday, useme kitu kingine. Happy Happy new happy new new name. Una celebrate vile vile it's, it's a a birth like ni kama kuzaliwa. Technically it It was my birthday birthday. birthday. and cannot be be Lakini nimepata za.